Habari za wakati huu, jambo, na karibu katika somo zuri la leo. Naitwa Enock Peter Mabula. Nikukaribisha katika mada hii, mada inasema kusudi la ndoa lafasiliwa, tena kusudi la ndoa lafasiliwa upya, waweza kusema hivyo pia, The Marriage Purpose Redefined. Nini ulazima wa kuangazia jambo hili? Ndiyo Tunaishi katika ulimwengu wa taarifa nyingi na njia mbalimbali mbali za kupata taarifa: vitabu, midaharo, maubili, semina, warsha na zaidi sana katika mitandao ya kijamii. Kwa ulimwengu wa sasa tunaoishi, ziko taarifa nyingi, utakuta katika mitandao tofauti tofauti: TikTok, YouTube, WhatsApp, watu wanatuma katika mitandao mbalimbali mbali, kuna taarifa nyingi. Tukumbuke kwamba lengo la leo si kuthibitisha kinyume kile ambacho tumedumu kukisikia kwa walimu wengi na wazungumzaji wengi juu ya bali ya ndoa na mahusiano. Hatuko hapo. We are not here here to to prove prove others wrong but we are here to prove the word of God right. So ni kualike kwa utulivu mwingi mkubwa kabisa na umakini tele Tuzame ndani tujifunze kwa pamoja na turejee katika kitabu cha Mwanzo, kwa sababu hapa ndio tunapata makusudi dhahiri, kanuni za mwanzo kabisa za msingi juu ya mahusiano na hasa ndoa. Somo hili ni msingi tu na ni mwendelezo wa mada mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikifundishwa, na ninapendekeza tujifunze pia zaidi, tuwasikilize walimu wengine uh, Labda kwa haraka naweza nikataja majina ya wachache. Kunaye pastor Elizabeth Mokoro kutoka nchi ya Kenya, tunaye mama Urio, tunaye pastor David Hazael Mbaga, tunaye pastor Peter John, tunao walimu mbalimbali mbali, Miles Mondu, Ellen G. White. Lakini jopo hili kubwa la walimu na wachungaji na wafunzi mbalimbali wa masuala ya mahusiano na hasa ndoa wote tunapaswa kuwapima kuwachunguza kujithibitishia kweli wanazozisema kwa mujibu wa imeandikwa, yaani neno la Mungu lililo hai, Biblia na Korani kwa wale ambao wanaamini kitabu cha Korani, hasa katika masuala mazima ya ndoa. Hivyo nasi tuzidi kuchunguza kweli hizo. Huko wengi wetu leo tunadhani kwamba mwanamume anapaswa kuwa kinara supilia kwamba yeye ndio kusema, yeye ndio kila kitu, yeye bwana ndio kichwa cha familia. Na hata wengi tunadhani kwa haraka kwamba mume anapaswa kuwa na umri mkubwa, anapaswa kuwa na mali tele, anapaswa kuwa na maarifa, anapaswa kuwa na vitu vingi kwa wingi kuliko mwanamke. Leo tutaenda kuchunguza kwa namna ya kipekee ukweli huu. Je, Biblia inazungumza kitu ambacho tunakiwaza? Pia cha kushangaza chakushangaza ni kwamba Biblia inazo taarifa za kutushangaza. Mfano, wengi tunaamini Adamu aliumbwa ali, ali kwanza na pengine aliishi miaka mingi, alikuwa na uzoefu tele wa, wa miaka maelfu, lakini hapana. Mimi napenda kumuita Adamu na Hawa mkewe kama ni mapacha kwa sababu wote waliumbwa siku ya sita, siku moja na tunawe mifano mbalimbali mbali ya mapacha ambao wanazaliwa kwa tofauti ya masaa pengine hata masaa kumi na moja, anapita masaa kadhaa, na wengine hata siku inaweza ikapita, kisha pacha mwingine akazaliwa. Kwa hivyo Adam na Hawa ni kama, Adam aliumbwa hapo kabla, pengine labda ni asubuhi, na Hawa akaumbwa hapo baadaye, lakini wote waliumbwa siku moja. Sasa najua una swali kwamba hata kama Adam aliumbwa kwa tofauti wa, wa masaa hayo machache hii inaleta kanuni kwamba mwanaume lazima awe mkubwa, tutaenda kuona mbele hapo baadaye. Lakini wengi wanahofia mwanamke anapokuwa na akili nyingi, ana hofu asiwezi, nikaoa mwanamke anayenizidi akili, ana nizidi maarifa, ana nizidi akili. Lakini Biblia inatupatia jambo la kushangaza. Wakati wanaume wengi wanawakimbia, wana, wana wakataa wanawake wenye akili nyingi, jambo la kushangaza, Mfalme Daudi anamkimbilia ampate mwanamke mwenye akili na hapo tunamzungumzia Abigaili mama, mwanamke aliyekuwa na hakima na akili nyingi sana kuliko mume wake Nabali. Na jambo hili lilimgusa Daudi na Daudi akasema hapana, huyu mwanamke siwezi nikamwacha na akamwua. Na hizo habari tunazipata katika Samueli wa kwanza sura ya ishirini na tano aya ya tatu, Samueli wa kwanza sura ya ishirini na tano aya yake ya tatu utapata jambo hilo. Lakini Biblia inatupatia mfano Malkia wa Sheba namna alivyokuwa na utajiri, anapoenda kumtembelea mfalme, mfalme Suleiman alienda akampatia mali tele, akampatia manukato na marihamu. Biblia inanukuu kwamba hakuna manukato kiasi kile, chenye utajiri wa kiasi kile ambacho huyu Malkia wa Sheba alipeana, alimpatia Suleiman. Lakini Biblia inatuambia juu ya Yezebeli. Habari gani juu ya mwanamke Yezebeli? aliyekuwa na nguvu uweza, yeye ndiye kusema ana kauli nzito yenye kuogofya hata ya kumtisha nabii Jasili aliyeitisha moto kutoka juu mbinguni kushuka chini, aliyeamuru mvua isinyeshe kwa miaka mitatu karibu nusu. Lakini hapa kwa huyu mwanamke Jezebeli alikuwa na mamlaka, alikuwa na sauti zaidi hata mumewe. Tunaangalia Isaya pia alioa <coughs> nabii zake na hapa, tunaona kwamba kumbe hata watu wenye status, wenye hadhi sawa, wanaweza kawana, labda mume na mke wote ni walimu jipata hapo labda wote labda ni viongozi serikalini, au wote wana, wana cheo fulani au wana mamlaka au wana status za juu, wote labda wana pesa au wote ni hivi, wanaweza kawana <coughs> kwa mfano wa Isa, uh, mfano wa Isaya nabii katika kitabu cha Isaya nane aya tatu unapata jambo hili, lakini mithali 31 kuanzia ya kumi tunapata sifa za mwanamke. Mwanamke huyu bwana, mwanamke ambaye ni tajiri, mwanamke ambaye anapambana, ni mpiganaji, mtafutaji, ni mwanamke ambaye amewekewa sifa kemkem pale. Kwanza ni mwanamke ambaye anaona shamba na kulinunua, ni mwanamke ambaye anafanya saving za pesa, ni mwanamke ambaye anafanya hiki na kile, ni mwanamke ambaye ni mpambanaji, ni mwanamke ambaye ana pesa nyingi. Biblia nayo mifano mengi kwa wakati mfinyo tuwezi tukachunguza yote hayo. Lakini maswali yao tunayopata, je, kuna tofauti gani kati ya mume na mwanamke kwa mujibu wa Biblia? Tutakuja kugundua kwamba tutakaporejea katika Biblia sasa, mume na mwanamke si namna ambavyo wengi tunatafsiri vile Biblia inavyotafsiri. Hebu nikualike turejee katika kitabu cha Mwanzo. <coughs> Soma pamoja kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26, 27 na 28. Tukijikita kwenye fungu la 28 hapa, Adamu na Hawa wote, Mungu anatoa maelekezo kwao wote, anauamuru yafuatayo. Kwenye Kiingereza inatumia neno them. Kuna him na them. Kuna mahali ambapo Mungu anatumia him kumpatia maelekezo Adam na kuna mahali ambapo tutaona zaidi kwa wingi them inatumika, yani wao <coughs> Mwanzo moja ya ishirini na nane wote Adam na Hawa Mungu anasema hivi, zaeni mkaongezeke, be, be uh, fruitful mkaongezeke, yaani kama uh, ni, ni kwenye makazini, kwenye shughuli, kwenye biashara mkaongezeke, hiyo ni kwa wingi si ukaongezeke mka mkaongezeke katika wingi, lakini mkaijaze nchi na kuitiisha. Kuitiisha, kumbe hata mwanamke ana uwezo wa kuitiisha, na ndio maana tumeona mifano michache. Yezebeli anaitiisha nchi, anaongoza, yeye ndio kusema, yeye ndio ana kauli ya juu, anamuogopesha hata nabii wa Mungu Elia. Lakini pia tunaangalia kwamba Biblia nasema mkatawale Kumbe hata mwanamke pia ana uwezo wa kutawala. Najua unauliza swali, ndio ana uwezo wa kutawala, lakini si katika familia. Tunakuja kuangalia kwa undani kabisa jambo hilo, na tuangalie tofauti. bibi naposema kwamba mkatawale kwa wingi, na wewe, na mimi na wewe ambao wakati fulani tulikuwa tunafikiria kwamba mtawala wa familia ni mume, yeye ndio atakao awe breadwinner, yeye ndio atakao awe analeta chakula, anataka riziki nyumbani, lakini mwanamke pia yeye katika kauli hii hukuachwa nyuma. Hii kauli ilikuwa mkatawale, mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitiishe. Wote waliambiwa jambo hili. Kwa hivyo leo tusisite na watu wengine wasiogope, labda wanapotaka kwenda kuanzisha mahusiano na binti, kwa wale ambao hawajaoa sasa, na binti ambaye labda mnalingana au pengine anakuzidi kipato, anakuzidi elimu, anakuzidi pengine lao umri kidogo au mnalingana au pengine anakuzidi kitu fulani, usiogope na usio na sababu chini hapo. Tunaenda kuangalia sasa kusudi, ujua, tukilifahamu kusudi hasa na madhumuni na lengo hasa la ndoa, haya mambo mengine hatuna maana ya kuyapuuza. Nisikilize kwa makini, hatuyapuuzi, lakini tunayangalia kwa muktadha wa kusudi kubwa. Nadhani tuendelee, tutaelewana vizuri. Kwa hivyo hapa tunaona kabisa mwanzoni Adamu na hao wote wanapewa wakatawale, wakaongezeke, wa wakaijaze wakaitisha. Kwa hivyo kwenye swala la kuwa na mali, si jambo la mwanaume peke yake, labda kwamba yeye ndo akapambane, akatafute pesa, akafanya hiki na kile, labda na majukumu haya nyumbani. Ujue kipindi taasisi ya ndoa inaanzishwa pale Edeni, hakukuwa na vyombo vya kuosha kwenye bustani ya Edeni, hakukuwa na nguo za kufua, hakukuwa na nyumba ya kusafisha kwenye bustani ya Edeni sababu sasa hivi tunaishi katika utamaduni ambao tumeshazoea kwamba mwanamke yeye ndiye atakayepika, atakayeosha vyombo, atakayefanya usafi wa nyumba, atalea watoto, atafanya hiki na kile, shughuli zote za nyumbani. Afikisha mwanamume yeye ni kwenda kuto, kutoka kutafuta. Na hata wengine wakifikiria kwamba Adamu alipomwacha Hawa alienda kumtafutia pengine labda chakula ama kitu gani? Hapana, hayo hivyo. Wote pia wana, wana wake wanaweza katoka. Na ndio maana katika mwandishi mashuhuri na makini kabisa, Ellen G White mara nyingi amekuwa akitumia kauli kwa pamoja kwamba wanawake na wanaume. Ona? wanawake na wanaume wanapaswa kuelewa kweli hizi, labda wanawake na wanaume wanapaswa kumwamini Mungu, wanawake na wanaume wanapaswa kuishi hivi. Amekuwa akichukulia hivyo, sababu wote wanapaswa kusikiliza kauli ya Mungu. Ndio mwanaume ni kuhani na kichwa cha familia kwa mujibu kuo lakini haimaanishi kwamba mwanamke sasa yeye ni kusubiri labda kuletewa kila kitu, nita tutakuja kuona hapa chini sasa. Tujue utofauti wa Adamu na Hawa, ili tuende kwenye hilo swali ambapo pengine unajiuliza kichwani na pengine unalo au pengine ushaikutana nalo, kwamba sasa utofauti wa Adamu na Hawa ni nini? Kama wote ni watawala, wote wakaijaze wakaitawale na kuitisha dunia, nini sasa tofauti yao? Tofauti ni kwamba Adamu ndiye aliyepewa taarifa wa kwanza. Nisikilize kwa makini, Adamu ndiye aliyepewa taarifa wa kwanza kabla ya Hawa. Kuna maelekezo ambayo Mungu alimpatia kwenye Mwanzo mbili kumi na tano na kumi na sita. Hapa tunaona Mungu anazungumza na mwanaume Adam mara baada ya kumweka katika bustani ya Edeni, akamwambia kwamba matunda ya miti ya bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati usile Siku utakapokula utakufa hakika. Kwa hivyo taarifa anapewa huyu Adam mwanaume, mwanamke hapo mwana hayupo. Ndipo mwanamke anakuja baadaye na yeye ndo anaingia kwenye dhambi, na ndio maana Mungu amuulizi Hawa anamuuliza Adam kwenye Mwanzo tatu, tisa, hadi kumi na moja. Mungu ashughuliki na Hawa kabisa, anamfuata Adam moja kwa moja. Adam, uko wapi? Adam anasema nimejificha huko. Je, umekula tunda? Mungu anamuuliza Adam, amuulize Hawa ambaye ndo yeye yeah, alikula tunda la kwanza na akampatia na mume wa kala. Mungu ana dini na yule mtu ambaye alimpatia taarifa. Sasa hapa tunakumbushwa pia kwenye Biblia kwamba Mungu uh, ni kama tuseme ni, ni, ni kama principle yake ni kama kanuni yake kwamba wanaume uh, sisi uchakataji wa taarifa, na ndio maana hata ukisoma uh, saikolojia mwanaume na mwanamke ni tofauti kabisa kwa sababu wakati wanawake kwa asilimia kubwa wanaongozwa na mihemko, mwanaume anaongozwa na reasoning, yani kufikiria maamuzi, hasa anayajengea hoja kwamba hii inakuwaje, inakuwa hivi, kwa, kwa, kwa sababu ndani mwake yeye kuna mfumo ambapo akili yake inaenda hivyo, sababu amepewa yeah, taarifa kabisa. Lakini mwanamke yeye ni mtu akupokea taarifa nyingi, nyingi, nyingi, nyingi. Kwa hivyo sasa hapa tunapewa kanuni kwamba taarifa Wanaume tunapaswa wanaume tunapaswa kuwa na taarifa. Ndio maana Biblia inatukumbusha kwenye kitabu cha Petro kwanza tatu saba. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Akili ndio inayozungumzwa hapa, ndio inayotafutwa. Kwa hivyo kadhalika enyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kwa akili. Na akili ambayo ina inafafanua hapa katika Petro kwanza tatu saba ni maarifa, ni ufahamu, uelewa na hasa uelewa juu ya nini Mungu anakitaka kusudi la ndoa. Kwa hivyo, wanaume tukielewa kusudi la ndoa ambalo Mungu alituumba kwalo itasaidia wanawake pia, ambao ni wenzi kwa wale ambao watakuwa na wenzi na wale ambao tayari wako na wenzi, pengine itasaidia kuliishi kusudi la Mungu la ndoa. Somo letu linasema kusudi la ndoa lafasiriwa tena na upya. Kwa nini tunatafsiri? Kwa sababu kuna wengine leo tunashikilia dhana kwamba mwanamume ni lazima awe mkubwa, ni lazima yeye ndio kusema yeye ndio kichwa cha nyumba kwa msingi huo. Lakini msingi wa Mungu ni taarifa. Information. Mana, uh, malufu, kwa maana kuna msemo maarufu unasema kwamba uh, taarifa ni nguvu. Information is power. Yaani taarifa ni nguvu. Mtu ukiwa ukiwa unajua vitu vingi, unakuwa na nguvu kuliko hata mtu ambaye pengine ni bouncer labda wa misuli. Lakini tukiwa na misuli ya akili ya ufahamu ya maarifa ya utambuzi, tutaweza kuongoza familia zetu kwa uzuri na tutaweza kujua na kuliendea kusudi la Mungu katika familia zetu. Kwa hivyo sasa, itimisho katika mambo hayo mengi ambayo tumeyazungumza tumewazungumza kwa wingi na kuyaweka kwenye kapu moja, tujaenda kuyafafanua moja kwa moja, ndio maana ninakualika sasa tutafute muda wa kuzidi kuyapitia na kujifunza kwa kina namna nyingine. Itimisho, tunajifunza kwamba katika msingi na makusudi ya ndoa, ndiyo upendo ni wa muhimu, lakini upendo tu, yani upendo peke yake hautoshi kuimarisha na kusimamisha ndoa iliyo imara, bali ufahamu, akili, maarifa ndiyo ambayo inazingatiwa hapa. Kumbuka uh, Adamu alipewa taarifa na zile taarifa zingemwongoza kujibu, kwa sababu hata hawa pia alifatwa na nyoka kwenye Mwanzo tatu na akapewa taarifa zile za mpango wa kando wa shetani kwamba aletunda na nini. Kwa hivyo Adamu alipaswa kuzichuja zile taarifa kuzisikiliza, sababu yeye alipewa taarifa kwanza. Kwa hivyo salama yetu sisi hasa wanaume tunapohitaji kujenga familia zilizo imara na zinazotimiza kusudi la Mungu lazima tusikilize Mungu anasikiliza anasema nasi kupitia sisi, ili tuweze kuongoza na kuzielekeza familia zetu, kwa sababu wanawake, kwa sehemu kubwa, saikolojia yao inaongozwa na miemko na hisia. Kwa hivyo ikiwa ikiwa tutakuwa kweli, ikiwa wanaume, tutakuwa tuna taarifa za kweli, wanaume tutakuwa wacha Mungu, tutakuwa watu wa maombi, tutasikiliza sauti ya Mungu, tutakuwa na maarifa na ujuzi na uelewa wa namna ya kuweza kuishi na wake zetu au pengine wenza ambao tunatarajia kuwa wake zetu, wale ambao bado hawajaoa, ili kuishi maisha ambayo yatatimiza kusudi la tum, Mungu. Na tukumbuke kwamba Mungu hatoi mke. Mungu anatoa hekima ya kupata mke. Hiyo ni Yakobo moja tano. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua. Kwa hivyo, atuombe mke, tunaomba hekima. Mungu apeani am, am, mke. Mungu hampi mtu fulani mke. Mungu anatoa hekima ya kupata mke. Alisai. Alifanya hivyo kwa Adamu. Hajafanya tena na hatafanya tena. Na hata wengi wanapojificha kwenye uh, kichaka kile cha Isaka kutafutiwa mke ni kwamba yule mjakazi alienda kule, alikuwa na vigezo, sababu alikuwa na maarifa kwamba mke mwema anapasa awe na sifa zipi. Ukarimu ndio aliweka ya kwanza, na ikatokea vile kwa sababu aliweka vigezo. Sio akupatiwa mke, bali vile vigezo, ile hekima, yale maarifa yalimuongoza kupata mke sahihi. Jambo la kwanza kabisa kuzingatia kwamba ndoa haijengwi kwa upendo tu, kwa upendo peke yake. Japo upendo ni muhimu, lakini haijengwi kwa upendo tu, hisia zile, mwemko, hapana. Najengwa kwa hekima. Kwa sababu upendo wa kweli si hisia, si, si, si mwemko, ni kanuni. Hiyo jambo la msingi la kuzingatia. Na jambo jingine la mwisho kwa leo tu tu la kuliangalizia ni kwamba ndoa ni taswira ya Mungu na ndio maana katika Utatu Mtakatifu unaelezewa kwa makini na kwa upana wa mfano au taswira ya ndoa, na ndio maana mume na mke wanakuwa mwili mmoja. Hakuna mifano inayotosheleza kuelezea uh, taswira ya Mungu, hasa utatu wa Mungu, kwamba Mungu mmoja katika nafsi tatu, isipokuwa ni zima ya ndoa tu pekee yake, kwa usahihi kabisa mzuri, kwa sababu hapa nafsi mbili zinakuwa kitu kimoja kama ambavyo nafsi tatu zinakuwa kitu kimoja. Na hivyo ili sisi wanandoa au wale ambao tutakuwa kwenye ndoa hiyo, tuwe na ndoa yenye taswira ya Mungu, ni lazima mume na mke wamuhusishe Mungu katika mahusiano yao. Kwa hivyo, mke unaweza kuchukulia kama ndio Roho Mtakatifu, mume kama Kristo sababu yeye ndio kichwa cha familia kama ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa, lakini pia Mungu yeye yeah, yeah, akiwa anakamilisha Mungu Baba. Kwa hivyo, kusudi la ndoa ni kwamba wawe uh, kitu kimoja, wawe sawa. Kama ambavyo zile nafsi katika utatu ziko sawa, pia katika mahusiano mume na mke wanapaswa kuwa sawa. Kusiwe na uonevu, na ndio maana mwandishi mmoja mashuhuri Ellen G. White anatoa nukuu moja ambayo anasema kwamba mwanamke alitolewa ubavuni kwa Adamu, hakutolewa chini kwenye nyayo za miguu kiasi kwamba mwanaume anaweza kumkandamiza, kumkanyaga, kumtesa. Hapana. Wala mwanamke hakutolewa juu kiasi kwamba anaweza akamkalia mwanaume. hapana. Alitolewa pembeni, kwamba yeye atakuwa sambamba sawia pamoja na mwanaume, wote wakitimiza kusudi la Mungu. Hivyo kusudi la ndoa tunapolifasili tena. Ah, na hili ni jiwe tu la kwanza kujenga msingi mrefu wa kuzidi kujifunza kusudi ya ndoa. Nikushukuru sana kwa kusikiliza kwa makini. Naamini una maswali. Basi karibu tushirikiane na tushe maswali yetu. Pengine unanyongeza, pengine una ziada ya somo hili na mengine. Kama una maswali basi tushiriki katika uwanja wa comments. Toa kila ambacho unawaza kama una swali then tutakuwa na series zingine hapo baadaye. Asante kwa muda wako. Mungu akubariki wa na Mungu atusaidie kutimiza kusudi lake. Ninawaombea kwa dhati wale ambao wanatafuta wenzi sahihi wa maisha. Mungu ameahidi kutupatia hekima ya kupata wenzi katika Yakobo 1:5. Hivyo tusichoke, tuombe kama tulikuwa tunaomba mara mbili, tuombe mara nne na tuombe zaidi zaidi na zaidi tupate wenzi. Na wale ambao tayari wameshajipata katika mahusiano, Mungu ajalie kuwa na mahusiano imara. Na wale pengine ambao walikosea, bado Mungu ana mpango mwema. Kimwomba yeye, ni mwaminifu. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe na kutupatia njia zilizo imara na bora sana. Mungu atubariki na tuwe na wakati mzuri. Bye bye, asante.